Ukuaji wa uchumi barani Afrika hauko sawa huku nchi chache zikichangia sehemu kubwa ya uzalishaji wa kiuchumi. Afrika ya Kusini, Misri na Nigeria ndizo zilikuwa na uchumi mkubwa zaidi barani Afrika kwa kuzingatia pato la taifa GDP kwa thamani ya kawaida mnamo mwaka 2025. Hii ikiwa ni kulingana na takwimu za shirika la fedha ulimwenguni IMF. Afrika ya Kusini inaongoza kwa uchumi mkubwa unaokadiriwa kuwa na thamani ya takribani dola bilioni 443. Uchumi wake unategemea viwanda vya uzalishaji, uchimbaji madini, utalii na huduma za kifedha, ukisaidiwa na masoko ya kifedha yaliyoendelea zaidi barani Afrika. IMF inatabiri ukuaji wa pato la taifa wa asilimia 1.4 mwaka 2026. Ili kufanikisha ukuaji wa haraka zaidi, Afrika ya Kusini inapaswa kurahisisha mazingira ya biashara, kupunguza rushwa na kuunda nafasi zaidi za ajira. Misri, taifa la pili kwa uchumi mkubwa barani Afrika, unakadiriwa kuwa na thamani ya karibu dola bilioni 399. Ukuaji wake unachochewa na viwanda vya uzalishaji, utalii, ujenzi na sekta ya nishati. Pamoja na udhibiti wake wa kimkakati wa mfereji wa Suez, IMF inakadiria uchumi wake kukua kwa asilimia 4.7 mwaka 2026. Sambamba na juhudi za kuimarisha uchumi, kuongeza ushindani na kuongeza matumizi ya nishati jadidifu. GDP ya Nigeria ni takriban dola bilioni 334. Nchi hiyo inategemea sana mafuta na gesi, lakini ukuaji pia unatokana na teknolojia ya kifedha, fintech, mawasiliano na kilimo. Lakini kuyumba kwa thamani ya sarafu kumeathiri uchumi. IMF inatabiri ukuaji kwa asilimia 4.4 kwa mwaka 2026 na inaonya kuwa maendeleo yatategemea kuboresha upatikanaji wa chakula, kuimarisha hali ya usalama na ukusanyaji wa mapato ya serikali. Je, unadhani kuna nchi nyingine inaweza kuingia kwenye nafasi tatu za juu za uchumi barani Afrika? Kwa maudhui zaidi kama haya, tufuatilie kwenye mitandao yetu yote ya kijamii.